Karibuni wandugu wasikilizaji wa Radio Television Juku 1 eh, mahali mlipo, tunawasalimu na tunasema sante kwa wandugu wote waliotuandikia na wale ambao walituita wakituuliza kuhusu hewa mbalimbali ya tarafa la Fizi na tarafa la Uvira, na tuliwahi kuwajibia na leo tunabahitika, bahati mzuri ni tariki ishirini na tatu ya mwezi wa kumi na mbili 20, mwaka 2025 na leo tunaenda kwa kiongozi koordinator wa wazalendo wa tarafa la Fizi pamoja na Uvira na, na Kivu, na si mwingine ni jemadari ambayo tajitambulisha peke yake, ili tupate kumuhoji eh, swali mbalimbali mbali kuhusu vita ambavyo vinashambuliwa mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo tunamkaribisha radio television Ngyoku. Namba zetu ni zile zile ambazo mnazifahamu. Jambo mheshimiwa. Jambo, jambo Baba Mwariri. Ndiyo. Eh, wasikilizaji wetu wanaopendelea wa kufahamu wewe ni jemadari gani na unafanya kazi gani katika uzalendo? Mimi ni jemadari Alexi Ndomba dunia, coordonnateur wa reserve armee ya Rade, reserve armee ya defense yani Rade Ee, nikiwa kiongozi wa wazalendo jimboni nzima ya Sud-Kivu. Ndio tunakushukuru sana mheshimiwa na tunakuwa na swali za mbiombio mbio. E, tuliona kabisa mulifunga ng'ombe pale upande wa pleni ya Ruzizi na mkahakikisha kwamba adui hawezi penya na kuingia katika tarafa la Uvira. Baada ya miezi tumeona ya kwamba hilo ngome ambalo lilikuwa kabisa bariere kubwa limevunjika na wazalendo wametawanika. Unaweza kutueleza kosa kabisa iliyosababisha ili ngome la Uvira lipate kuvunjika? Ilikuwa ni kosa la wazalendo, kosa la majeshi, kosa ya siasa, au maadui waliwazidi uwezo na nguvu? Unaweza kutueleza namna gani, mheshimiwa? Ndio, kwa kweli tulifunga ile tuliita Mir de Berlin kibambazi kubwa pale ku plane ya Ruzizi chini Luvungi, tulifunga Kaziba Rurambo, tunafunga hiyo ngambo yote. Uh, kitu ambayo kilituzidi ni adui kweli. Uh, alitushinda nguvu, sababu alitumia ndege ni yani ya aina haina drone kamikaze, na ndiyo ilisababisha sisi kutozidi nguvu. Oh, juu ya hanga hiyo, sisi kama vile wazalendo hatuna ndege, sisi tunapigana ifantiri, wao walitumia ndege ya kamikaze, na ndiyo ilituzidi nguvu. Mm, asante mheshimiwa, na tunaona ya kwamba aradhi inatumika pamoja na jeshi la serikali, na kwa jeshi tuna masukoi tuna madron e, kwa nini amkutumikisha na nyinyi hizo hizo ndege za anga ili mushambuliane pamoja na adui? Ndiyo kweli tuliomba kweli kwenye serikali sababu tulikuwa kwenye shamba la mapambano na kiongozi wa sekta y sokola jamadari de brigade Amuli chiviri tulikuwa naye pamoja katika shamba la mapambano uh, tulikuwa tunamusumbua kumuomba ndege sababu atufinikie juu. Hatukufahamu kwa nini ndege kutufikia, sababu tulimsumbua sana, hata drone ilimpiga mara tatu, ilitupiga sisi mara ine ya adui ilitupiga sana, nikihesabu drone ilitupiga mara tisa, yani mara kenda lakini eh, kwa bahati nzuri hatukupatikana kwa kufariki, na yeye pia alinusurika. Ni eh, yeye ndiyo anaweza akituambia kwa nini hiyo ndege tulikuwa tunayomba ikufika, sababu tuliomba su sukui kwenye yeye upo. So, wakati tunakuwa na jemadari kwenye shamba la mapambano sisi kama vile wa reservist, sisi jeshi la akiba wasaidizi tulitegemea kwenye yeye yupo, na yeye mambo ilimjia nguvu ilimshinda, na ndio maana adui alitujengua. Mm, tunashukuru sana mheshimiwa, na leo sasa munasimamia eh, makobola kwa kusema adui hataingia tarafani Fizi mm -hmm. Kwa upande wako unaona hivyo vita ni siasa au ni nini kabisa mpaka kutoka Bunagana wako naenda wanasogea sogea, leo munakuwa upande wa Makobola, yaani Kigongo, Uvira. Upande huu Uvira mzima ni maadui na tarafa la Fizi ni wazalendo. Kwa upande wako unaonaje? Ndio kweli vita ambayo tunapigana sisi ambao tulianza mapambano tokea Mbuzi Runyonyi, tulikuwa huko kwenye mapambano, tulipigana, mimi miguu yangu, tulipigana kuna gana na adui aa, hiyo yote ilikuwa usaliti, usaliti wa viongozi ambao walikuwa wakiongoza jeshi mbele. Rais mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anafanya umuhimu wa kujenga jeshi la taifa anapana mambo yote ya kijeshi yenye inapatikana, lakini viongozi mbalimbali walikuwa wakiongoza kijeshi ndio walikuwa wabaya, sababu walikuwa wanatumika kumbinu ya adui na wengi wabo, unasikia wamefungwa, wamekuwa kizuizini umagereza sababu ya usaliti. Kwa leo tunashukuru kwa jemadari kiongozi wa jeshi ambaye tunaye nchini jemadari Shil Banza, kwa kazi ambayo anatumika na kundi lake lote, tunaona kama kuna mabadiliko kabisa, na tunaona kabisa jeshi inajitoa kushinda hata gesi tulikuwa mbele. So, tunaona kama anakuja na akili ya kipatrioti, sababu kama, uh, uzalendo uko ndani mwako, hata wakupatima milioni utasaliti tu lakini yeye tunaona kama uongozi wake anajenga jeshi mzuri, e, ijapo tungali na vidudu kati yetu wa kanali mbalimbali wenye kutafuta kuonyesha kama wao ndio wanajua kijeshi, ila tunashukuru viongozi wao wako wanasikia watu na wanafanya, wanatuma chakula kwa haraka kwenye jeshi la taifa, wanatuma dawa, wanatuma risasi, wanafanya iwezekanavyo ili tukomboe nchi yetu katika mikono ya wafahamizi. Mm, asante sana mheshimiwa eh. Habari tunazo ni kwamba eh, Baraka kulipitana mashambulio kati ya jeshi letu kwa hawa ambao walikuwa mbele, walikuja mbele majeshi na hao wapi ambao wanaitwa waibuu pakawa kabisa mapambano, maaskari nane walikufa na wengine waliumia na kwa sasa inaonekana ya kwamba lile jeshi la zamani lile, ambao waliotangulia ni wasaliti, na hao ambao wanakuja wanaitwa ni wazalendo. Na Baraka tunaanza pata fununu ya kwamba hawa waliotangulia wanafanya nguvu zote kupiga masasi usiku, kuogopesha watu ili e, wapate kuingiza adui e, wewe kama vile kiongozi wa mzalendo wa wazalendo wote m, Msili Kivu, na Kivu mzima, unaweza kutueleza nini sababu, Baraka nao ikianguka hapo mara moja ni Kalemi na inchi itaenda inachukuliwa, hivi unaweza sema nini kwa majeshi mawili hao ambao yalipambana eh, pale kujiji la Baraka? Ndio majeshi hao hawakuna uh, usaliti kati, kulikuwa tu uh, ile tunaitwa kwa lugha ya kimombo ubishi, ile confusion ya walevi wawili. Ni walevi wawili, kila kundi ikose vivuguvugu ni walevi wawili ambao walisababisha hiyo shida, lakini sio usaliti. Na baibu na inite special wote ni wazalendo ambao wanatumikia inchi. Na unaona, waibu wanafahamu mjini, wa inite special hawajafahamu mjini, ni wapya kufika hapa ila wamekwisha onyeshwa namna ya kazi, wote wanaelewana na kutumikia pamoja, hakuna ubishi. Ni wale walevi, unajua, katika mvinyo wakutoke mambo mazuri, na ndio ilipita ile. Hakuna usaliti kati yao na sisi wazalendo, mpaka sasa tuko wamoja, hakuna vikundi kukabulana, sisi wote ni wazalendo na wale ambao walifanya hiyo fujo jana wa vuguvugu tusiwadharau. Wakati tulikuwa mji wa Uvira tulikuwa tunadharau, wanasema wewe Cordo Alexi unakaa na watu walevi, unakaa na watu ni wanyanyasi, lakini ndio walirepresenti wazalendo jana kufanya vurugu mji wa Uvira na kuleta heshima ya Wakongomani. Mm. Tunashukuru sana mheshimiwa kamanda. Na kwa sasa, tumesikia huko Kalemi, mjimbo la Tanganyika, maskari ambao walikimbia wamehukumiwa huko. Upande wa wazalendo, kuna wazalendo ambao wanasaliti wazalendo wengine, wanasema wapitisha adui aende, sababu wanaona hawataweza. Kwa upande wako, unaona wazalendo wanaosaliti, je, mutakuwa na uwezo wa kuwahukumu au watakuwa huru tu? Sikia gisi wanavyopenda. Hapana, mwalisi wowote mwenye kuacha wazalendo, mwenye kufanya usaliti wa nchi anastahili kuhukumiwa naye, tutamtia mikono ya serikali, tutamtia katika mikono ya viungo vya sheria vifanye kazi. Ukishavaa jeshi unakamata mavazi asila unapasha hukumiwa sawa sawa na jeshi la taifa, sababu wewe tayari ni mwanajeshi ambaye unaitikia kutumikia nchi. Wale wote ambao waliosaliti nchi letu, na wewe kisha ukishasema kama tuache mwasi apite ni kusema uko pamoja naye, nawe unakuwa muasi, unapasha kuhukumiwa. Wale wote wanastahili kupita kwenye vyombo vya sheria, ili watuambie nini iliwatuma waongee hivyo, nini iliwatuma waseme tuache wa waasi wapite mijini mwetu. Ni kusema na wao ni wasaliti. Mimi kama vile kiongozi wa wazalendo wale wote kuna muda wao watashikwa na kujibu maswali ya usaliti wao. E, tunashukuru sana mheshimiwa kamanda kiongozi wa wazalendo. Labda unaweza kuwa na neno ambao unaweza zungumzia raia wa tarafa la Fizi na wakongomani wote kuhusu vita ambavyo vinashambuliwa mashariki mwa Kongo. Tumaini gani unaweza zungumza na maraia ambao walikimbia Burundi, wengine wako Ubwari, wengine waisha kuwa Kalemi, wengine wako wana wanazagaa zagaa porini huko, wakitafuta njia gani wanaweza kukimbia? Ujumbe gani maalumu ambao unaweza zungumzia na raia wa tarafa Fizi, na Uvira. Ndiyo, nitapongeza kwanza raia la tarafa la Fizi na kuwashukuru kwa mambo ambayo wanafanya kupokea watu mbalimbali mbali. Wanapokea jeshi la taifa kwa mikono miwili, wanapokea wazalendo kwa mikono miwili, wanaonyesha kama Uh, Fizi inapenda watu wote. Uh, karibuni mjini Fizi, na raia ya Uvira na wakongomani wote kwa jumla, tunawaambia neno moja, wafahamu kama sisi wazalendo hatulale, tutakomboa nchi yetu. Hivyo niko nakuambia niki uh, nilikuwa nikisimamia Jumapili, nilikuwa ninaongoza mapambano ku tarafa la Kalehe na uko tuliwahi kugomboa vijiji vingi kwa mikono ya waasi tukachukua, tuko na hiyo chini mikononi mwetu, na hiyo tunasema mji wa Uvira tutaugomboa kwa shari, kwa wema. Ukitaka amani inaomba damu imwagike ukitaka amani inaomba utayarishe vita. Na ndio hiyo sisi tutagomboa Uvira na tuko tayari kwa kugomboa mji wa Uvira, na hakuna mzalendo ambaye anabakia nyuma. Wazalendo wote wazalendo wa aina yote bila ubaguzi mbalimbali bila mtu fulani bila kabila bila sura fulani, sisi wote tuko kwenye shamba la mapambano kukuambia kama hakuna mzalendo ambaye atasema sisi ndio wenye kukomboa hapana. Ni wazalendo, ni jina ya wazalendo ambayo umoja akifanya makosa wanasema wazalendo, umoja akifanya mzuri nasemekana ni wazalendo. Na askari la taifa ni hivyo hivyo, na wao ni wazalendo, sababu waliacha majamaa lao na kujituma kuja kufia nchi. Wote ni wazalendo. Sasa wale wazalendo imara wenye kuwa na makambi mbalimbali mbali, wenye walikimbia, wenye wanapatikana kwa nafasi mbalimbali, wote wako wanarejea na kupita kwenye shamba la mapambano, na sisi viongozi wa wazalendo tunawaambia usafiri uko tayari kwa kukuta wenzetu kwenye shamba la mapambano. Wakati wanafika chimbo iko tayari kufanya usafiri, na sisi kama koordinasio ya rad, Tuna disponibilize usafiri ya kubeba wale wengine wenye kuja nyuma wakukuta we, wenzetu wenye kuwa kushambala mapambano kwenye tuku eh, tunawabeba wa wanatukuta huku na Wakongomani wakuwe na tumaini na sisi watoto wao atuweze. Akuna mzalendo ambaye anasaliti inchi na akuna mzalendo ambaye atakaye saliti inchi. Niliwahi kuwaambia wale ambao mnasikia wako wanasaliti nchi ni wale wafutufutu we, ambayo wenye wa, waasi waliwahi kutengeneza mbele wakawatuma kwenye uzalendo ili wapate kutuinfiltre, na ndio wale wanakuwa wanarejea nyumbani kwao, yaani wanakuwa rejea kule kwao ambao walitokea. Ni kusema wakuwe na imani, Uvira tutaigomboa. Wazalendo tuko imara huko kwenye shamba la mapambano, na hivi niko nikiongea hapa tayari mu makarti ya Uvira kwa kugomboa Uvira yetu na tuko tayari kuendelesha ukombozi wa ndugu wasikilizaji, asante. Unaweza sema mheshimiwa, wakuwe na tumaini ya kusema nchi yetu na Fizi aitaanguka. Tunaendelea kushikamana, ili tuendelee kugomboa Uvira na watoto wa Uvira. Tuache mambo ya kusema sisi wa fulani wa fulani wa fulani. Ni wazalendo ni FARDC ni ni raia, tunashikamana sisi wote, vikundi vitatu kufanya umoja, na umoja ndio nguvu. Aksanti, mahali pote unapata jeshi la taifa, mahali pote unakuta mzalendo, mahali pote unakuta raia. Ni kusema ni kitu kimoja, na tunaendelea mbele, na ndiyo nguvu inakuwa ndani mwetu. Umoja unaleta nguvu, matengano ni udhaifu. Asante kwako. kwa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, eh, ni mheshimiwa jemadari kiongozi ya wazalendo Alexi dunia mwamba, ambaye kwa sasa alikuwa pamoja nasi kupitia simu, na mahoji yote tuliomhoji, nadhani ya kwamba kila mtu anaridhika. Tunashukuru sana, tutakuwa tena pamoja naye baada ya masiku chache, ili tupate kuuliza habari za vita mashariki mwa Kongo. Na si mwingine ni ndugu Amisi Mwanuke kwae